Nam waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe katika. Uh, moja wasanii wenye wa vipaji vikubwa, huwezi kuacha kutaja jina la Abby Chams. Abby Chams ameweza kuonyesha uh, utaalamu wake kuweza kupiga gitaa eh, gitaa ama piano eh, ameweza kuonyesha ufundi huo ambapo inaonekana hapa ameweza kuonyesha ni jinsi gani kwamba yeye tangu akiwa mdogo alikuwa anapenda kucheza piano, kucheza piano eh, tangu akiwa mdogo na, na kama ukiangalia katika ukurasa wake wa Instagram yeye uh, mwenyewe ukiangalia katika bio pale chini, kuna piano, kuna violin, kuna gitaa. Yani wanadada yuko vizuri, vifaa ambavyo anapiga Eh, mwanadada Abby Chams. Sasa tusiende huko, afadhali tutarudi. Aliandika uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram uh, akiandika kwamba my favorite thing to do since I was a child. Au sio? Yaani, ni kitu ambacho na nakipenda ukifanya tangu akiwa mdogo, akionyesha anabonyeza piano, au sio? Lakini pia baada ya hapo akaandika, playing, playing piano is literally Therapy. Yani kucheza piano eh, muda mwingine ni dawa au sio? Stress na exactly, kitu kama hivyo. Na ukitazama vizuri uh, kwa upande wa wasanii wanaofanya vizuri katika industry kwa sasa wanaotazamwa kwa, kwa eh, jicho la kipekee kabisa, huwezi kuacha utaja jina la Abby Chams, ambapo eh, Abby Chams bana ameweza eh, kuonyesha kwamba E, tangu akiwa mdogo alikuwa anapenda sana e, kupiga piano na nikukumbusha tu aishie kuhudhuria yale mashindano kule e, Falme za Kiarabu e, na kuweza ku kuwapagawisha watu. Sasa, ukiangalia okay, katika bio yake na kutajia vifaa ambavyo uh, Abby Chams anapiga kwa usahihi kabisa, yani pasipo kupepesa macho. Yani ni mtu mwenye kipaji kikubwa sana. Uh, kwanza napiga piano vizuri kabisa, lakini ukiachilia mbali na piano violin, ne, ama kinubi sijui itakuwa naeleweka vizuri violin, lakini pia uh, ni mtaalamu wa kucharaza gitaa yani, ni mtaalamu wa kucharaza gitaa sio mchezo, lakini pia anapiga flute, eh, ile filimbi naichezesha vizuri kabisa, lakini pia bila kusahau drums, yani ngoma Yaani, katika vitu ambavyo wamfahamu ni kwamba e, Abby Chams bana ba, anapiga ngoma anapiga filimbi vizuri kabisa, anacharaza gitaa, anachana e, ana, vizuri violin, au sio? Lakini pia bila kusahau e, piano. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo e, Abby Chams ana, anadili navyo na ukizingatia ni mwanamuziki <laughs> yani licha ya kupiga vitu vyote hivyo pia anaimba. E, pia anaimba sasa. Katika wasanii wetu Bongo hakuna msanii yoyote yule ambaye ya anaweza kumfikia e, Abby Chams kwa sababu ya wingi wa vifaa anavyopiga: piga piano, piga zeze, piga kinubi, piga firimbi. Aisee, sio so mchezo. Yani ni, ni, ni mtu ambaye kiukweli na kipaji cha aina, afu pia bado anaimba e, kwa sababu ameweza kumaster vifaa e, vyote hivyo na pia anaweza kuimba vizuri. Una maoni gani kuhusiana na hilo? Uh, dondosha maoni yako, lakini pia hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili andika subscribe, ndipo maoni yako kuhusiana na Abby Chams e, kupiga piano tangu akiwa mdogo.